Na leo nipo na madam moja hivi, ukimwona sura yake dada fulani hivi kama Msomali. Madam, vipi mzima kabisa? mimi mzima. Si nimeamua nikutembelee bwana. Hivi wewe mfano siku umeolewa mali yako itakuwa shilingi ngapi? Yani mtu kaja kukuposa mali yako kama kiasi gani? Milioni tano haipungui. Milioni ngapi? Tano. Yaani, milioni tano, mtu anahesabu milioni ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano. Kisa mwanamke, si bora afanye biashara? Sasa unajua wazazi wangu wametumia garama gani mpaka hapa nipofika? Garama mimi ni mzuri, mimi bado binti mlembo <laughs> sawa, twende kwenye garama kwamba wazazi wako wametumia garama gani. Mi sidhani kama kuna garama iliyotumika, kwa sababu ni wazee wako wamekutana somewhere, wamefanya kilichofanya ukatokea. Sasa kuna garama gani? hayo ni majukumu, hayo ni majukumu yao. Ndio, mimi mwenye ndo nimeamua hiyo hiyo. Milioni ngapi? Tano. Milioni tano. Eh, hey, Mm. Si wanaume wengine. Mimi sidhani kama nitaweza iko kitu. Yaani nunue mwanamke, unakubali kununulika? Ah ah, uko sio kununulika. Madam anasema mali yake, anasema mali yake ni milioni tano. Yaani milioni tano na toa unamnunua mwanamke. Alafu anafika ndani anakuwa kivuruge. Wewe bwana kinawaka. Kwa hiyo hivi mfano unaweza kuolewa na mwanaume ambaye ana tabia kama za mzee wako? Kwa nini? Huwezi hmm, kuolewa na mwanaume mwenye tabia kama za mzee wako. Ina maana mzee wako ni mkorofi sana, maybe hadi ukatae kuolewa na angekuwa mkarimu sana baba. Mzee wangu bwana ni mkarimu sana zee, anapomtiti mama, yani hadi napenda, natamani nipate mwanaume kama yule. Kwa hiyo wewe huwezi. Ina maana mzee wako ni mtu aina gani? Siwezi kuongelea ila kwa lakalaka, kama una akili wa kwambia, if you know, you know. hawezi kuolewa na mwanaume ambaye ana tabia kama za baba yake, if you know, you know. maybe hatujui huko ndani, labda mzee anamzingua sana bibi mkubwa, au anaizingua familia kiujumla, sijajua, japo yeye kagoma, anasema hawezi kuongelea zaidi kuhusu baba yake na familia kiujumla. Kwa hiyo wewe, yani maybe wanataka mwanaume wa aina gani? Hiyo pia ni siri yangu. Upendi mwanaume mwenye pesa? Hiyo inategemea. Sasa inategemea nini? Kuna mtu mm, shakumuliza hivi, unapenda mwanaume na gani? Anaambia mimi, kikubwa anapumua. mm -mm, mimi uwezi kunipa mwanaume ti kikubwa hu anapumua eti? Sijui hata tabia yake, sijui yupoje. Inamaana hata kama na njambazi eti, kikubwa mwanaume? Lakini tabia, tabia si mnaelekezana? Kwa hiyo huyo mwanaume wako anatakiwa aweje? uh -huh. Siwezi kuliongelea. Au za doele maybe mwanaume kakutokea sawa? Ni kitu gani akikiongea tunajua huyu uh, jamaa yupo active sana? Siwezi kuliongelea. Ah, bale <laughs> <laughs> wacha basi yala bale.